Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku hii ya wafanyakazi inasema kwamba, Uchaguzi Mkuu elfu mbili na ishirini na tano utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Kauli mbiu hii inawahamasisha wafanyakazi kujitokeza kwa wingi katika kushiriki katika Uchaguzi Mkuu Uh, utakaofanyika mwaka huu mwezi wa Oktoba e, elfu mbili na ishirini na tano ili kuhakikisha kwamba pamoja na wananchi wengine wanawachagua viongozi wenye kuheshimu na kulinda haki za binadamu, lakini pia wanaozingatia misingi ya utawala bora wakati wa utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Tume ya Haki za Binadamu inapenda Eh, kuungana kwanza na wafanyakazi wote duniani, lakini vile vile inawakumbusha sasa wafanyakazi kuwa upatikanaji wa viongozi waadilifu ndio njia pekee ambayo itaweza kuwasaidia katika kupunguza eh, changamoto zao eh, ikiwemo masuala yanayohusu maslahi pamoja na eh, haki zao.